Uh, leo kuna masala tofauti nataka niyazungumzie. Ya kwanza ni masala sitoyazungumza kwa urefu kwa sababu wakati hautukundukii kuzungumza kwa urefu, lakini hukumu idi ikipambana na Ijumaa, maana kuna watu wao itawafiki haya Idi yao itakuwa ni Ijumaa. Na sisi alhamdulillah, Ijumaa ni Idi na Jumamosi ni Idi. Nini hukumu zikipambana hizi mbili kwa siku moja ikawa siku hiyo hiyo ni Idi na siku hiyo hiyo ni Ijumaa? Je, ni lazima tuswali Eid na tuswali ijumaa au tunaweza kuchagua? Mtu akiswali ijumaa itatosha, hana haja Eid? Mtu akiswali Eid itatosha, hana haja ijumaa? Na, na je ukiswali Eid utaswali adhuhuri au ndio tosha moja kwa moja? Hiyo hiyo hiyo ni two in one, hiyo hiyo ni Eid hiyo, hiyo ni ijumaa. Una haja ya kuswali tena dhuhuri? siku ile swala huwa imeondoshwa. Itabidi tujiulize swala, je, iliwahi tokea wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam tukio kama hili la kuwafiki idi na na jumaa? Yani idi imekuja siku ya ijumaa. Naam, wakati wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam

waelewao ilmu alhadithi na wataelewa masala kama haya. Ila wakati wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lilitokea jambo kama hili la kuwa iliafiki siku ya ijumaa na hiyo hiyo siku ijumaa ndio idi. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aliwapongeza mwanzo akawaambia kad ijtamaa fi yawmikum hadha idani, imekusanyika katika siku yenu nyinyi hii ya leo idi mbili. Faman shaa ajzahu ljumua, anayetaka swala ya juma swala ya idi tamtosheza tam itamtosheleza yeye asiswali idi. Eh, swala ya idi itamtosheleza asiswali swala ya ijumaa. Faman shaa atakae. Maadamu wa Mtume swallallahu alaihi wasallam ayaeleza haya wakati wa khutuba ya swala ya idi, hakuyaeleza kabla. Siku ile ya idi watu wamekuja kuswali na Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika kuhutubu Mtume awaelezea jamanini, eye eh, leo zimepambana idi mbili, idi ya Idi kama idi na idi kama ijumaa. Sasa atakaye ruksa ya kuwa akiswali idi asije kuswali ijumaa ni ruksa, lakini wa inna lamujammiun, sisi yani ye mtume asema sisi tutaswali juma kama kawaida. Hii hadithi imekuja ni am nini maana am Yani, ruhusa ni kwa watu wote, ruhusa ni kwa watu wote, lakini kuna hadithi imeihusisha hili rakhasa, Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam li ahli alawali, mtume aliwapa ruhusa wale watu wa mashamba. Sikiza uzuri, hadithi ya kwanza nilikuelezea ni mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam Aliwapa aliwaambia wa watu wote kwamba ni ruhusa, lakini iko hadithi imehusisha hadithi kama hii, ni kwamba rahasa rasulullahi salam li ahli alawali, aliwapa ruhusa wale watu wa mashamba akasema

na atakaye kurudi kwa familia yake na arudi, ruhusa. Hapa tupata picha ya hii hadithi, kwa watu walikija kutoka mbali sana kwa ajili ya kuswali idi na Mtume sallallahu alaihi wa aalihi wa sallam. Na ndio ile nasi ya hadithi nyingine, li ahlil awali, watu wa mashamba, watu walikitoka mbali kuja kuswali mjini sasa atoke tena mjini arudi shamba kutoa Idi kisha atoke tena shamba aje tena mjini kuswali Ijumaa. Mtume akaona, aa inna ad-dina yusrun wa lan yushadda ad-dinu ahadun dina ahadun illa ghalabahu, dini ni nyepesi, ukiwekea vikwazo utakushinda. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema Innama buithtu muyassirina na, na hadithi nyingine akasema yasiruu wala tuasiruu. Na Mwenyezi Mungu alitangulia akasema, ma jaala Allahu alaykum fi dini min haraj, hakuna uzito dini, kwenye dini mambo mepesi. Sasa wale watu wanaotoka sehemu za mbali wakaja kuswali Idi wameruhusiwa wasi wakirudi kutoa Idi wasije tena, ni ruksa. Lakini hawajakatazwa ni ruksa, wasije kuswali Ijumaa, ya imetosha ile kuswali ile Idi. Ijumaa wataswali makwao. Nafikiri hapa tumefahamu na madhhabu ya, ya maimamu watatu wao kwa wao, Ijumaa ni lazima kama kawaida. Madhhabu ya Abi Hanifa, madhhabu ya Imam Malik, madhhabu ya Imamu Shafii, madhhabu ya Imamu Ahmad, madhhabu ya Imamu Ahmad, wao ndio wamesahilisha kwamba mtu aweza kuswali ijumaa eh, kuswali idi kisha asiswali ijumaa, lakini ni lazima swali ya dhuhuri. Ama masala kwa wewe ukiswali Ijumaa ukiswali Eid siku hiyo, basi hakuna tena dhuhuri paka alasiri. Hata Ibn Taymiyyah, Ibn Baz, Al-Fawzan wamekataa hii, sema hii ni batil, hakuna ni sunna imekokotezwa, tusiikose na si wajib. Madhhabu Ba ba mama Ahmad bin Hambali ndio waloruhusu, lakini wameweka sharti, maimamu ni lazima wao nyumbani wa, wa, wa na swali, lakini mimi ni lazima niliweke Ijumaa. Lazima tuyafahamu vizuri haya masala. Jamhuri ya wanazuoni, nikizungumza jamhuri wana, madhhabu mane matatu yameyakubaliana kwamba la Juma ni faradhi vile vile, hata ikipambana na Idi utaswali Idi kama Idi na utaswali juma kama juma. Lakini tujiulize swala, ni nani atokaye mashamba kuja kwa msikiti wako kuswali mpaka uwape watu ruhusa hiyo? Mtume alikijiwa na watu wa mbali kutoka Kuba, takriban kilomita nane, wengine mpaka kilomita kumi. sisi kina sisi hapa hapa, shibu kuna watu Ijumaa enda Sarigoi, wengine wakaenda msikiti wa hapa ndani Hidaya, wengine wakaenda Marembo. ayataka kuambia watu mkija, kuna msikiti wa makuti pale. Haya, yatakiwa watu toka mbali kwa ajili ya kuja kuswali na wewe Ijumaa waja kuswali na wewe Idi, waja kuswali na wewe Ijumaa hapo. Lakini la, kwa hiyo haya ni masala nimependa kuyatanabahisha. Masala ya pili twaghafilika nayo sana sisi, kuna takbira mutlak na muqayyad. Takbira mutlak na muqayyad Mutlaq ni takbira ambazo kwamba zaanza kama ni hum, mfungo wa kwanza baada ya mwezi kuonekana wa Eid ile ya wa Ramadhani ikishakuonekana, ni sunna watu wapige takbira njiani majumbani, tena kwa sauti. Sasa wesopenda sauti sijui utakuwaje, haswa idi hii kuna watu manake hapendi sauti, haza msikitini waambie wapige takbira, toa sauti hata masokoni na usikii watu kupigania sunna kama hili na hadithi zake ni sahihi, lakini hii idi hii yaanza kuanzia alfajiri ya ile siku ya Arafa, wale ambao kwamba wafuata mwezi ambao idi yao ni Ijumaa. Kesho alfajiri ikishakuingia alfajiri hii, kwenye janaiza hataki sauti, na hakuna mwanachuoni amesema ila janaiza hata je, naweza mtapiga takbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Hata ukiswali peke yako na ni sunna, ukisahau uriplesi ni sunna, ukisahau uriplesi, ukiswali kwa jamaa, ukiswali peke yako. Wale ambao kesho ni kwao ni mwezi tisia kwa hesabu yao watakiwa akimaliza kuswali sunna ya alfajiri, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, akimaliza faradhi takbira hizi. Takbira hutangulia mpaka zile azkari za astaghfirullah astaghfirullah. Wewe upenda kuswali sunna tu, baada ya salamu, mwanzo lete takbira. Wengi wanafanya hizi ibada kwa ushindani, si kwa kusoma. Huo ndio ukweli Pamwana mtu baada ya swala tu ameinuka Allahu Akbar. Wewe, umeitoa wapi sunna hiyo? ukimaliza swala mwanzo mtaje Mwenyezi Mungu. sunna ni baada ya kumtaja Mwenyezi Mungu. Sasa kwenye hizi siku kuanzia mwezi tisii alfajiri mpaka mwezi kumi na tatu alasiri yake, ukimaliza kusali alasiri ndio kwisha, ni takbira kila baada ya swala na hizi ni, ni mukayyad yani ni, ni baada ya swala ama mutlaq zaendelea endelea, hazitindi hazi, mpaka umalize ile si, mwezi kumi na tatu. Popote sokoni, maskani, sijui wapi sijui wapi sijui wapi, we umtaji Mungu, msikitini utamtaja maskani, we msikitini, wakasirika na ukisikia watu wametoa wa sauti, utataja maskani. Kweli ni sunna, kila jambo baada yake umefanya takbira

La ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahi lhamd. Hizi wao tatu ni muhimu tuzitunge, wengi uzikosea, wengi uzikosea, uleta tu kama kwa kwenye hadithi ukenda wewe utaziona. Hii ni hadithi ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Jambo jingine Nimalizie, kuna kuchinja. Ni wewe yako nini, kila mmoja ana idi yake, hakuna tatizo. Wewe na idi yako na mimi na idi wewe yako. Ukitinda niletee na mimi nami, nikitinda nitakuletea ndani. Wewe umeswali idi na yeye pia idi, ni Ijumaa, lakini swala wewe ulipomaliza kuswali kuleo kumeswaliwa idi, sijui umenifahamu ni wa London, London sikizeni, au wa Canada ambao idi yake ni Ijumaa au Jumamosi, umeletewa na mtu, na yule mtu idi ni Ijumaa au Jumamosi, hakikisha ukimtindia mtu hutomtindia kwa, kwa swala yako wewe, utatinda kwa swala yake yeye, wewe wamfanyia yeye, hujifanyie wewe. Kama yuko London, hakikisha taimu hii washaswali S so, ntoka msikitini chinja, ya nani? Watoto wangu uko London, haitoswi hiyo dhia, kwa sababu wewe hapa ushaswali, lakini wao. Mmenifahamu? sijui mmenifahamu. Je, ni lazima ukitoka msikitini tu? Ngoja ngoja, hebu kesho, siku umimi usafiri. Ngoja gojatuwamaliza ya masala. Je, ukitoka msikitini tu uchinje la ile ndio starting point yaanza hapo. Yamalizika lini? Mpaka mwezi kumi na tatu una nafasi kwa makini. Achinjao asubuhi thuri, siku, sema, ba, wataka wataka ni sawa, achinjao adhuhuri ni sawa, hata achinja usiku sio, kama mtu amechinja usiku sema eh, mganga yule, ndio nafasi yake. Sijui menielewa hapa. Watakao kuchinja, watakao kuchinja ni wingi, lakini wachinjaji kidogo, sio na haraka. Mwambie ukimaliza baada magharibi, wewe njoo nyumbani unichinjia, haina neno ume, umechelewa au hujachelewa umepata kuchinja baada ya swala fabiha wa neema. Hukupata dhuhuri sawa, hukupata alasiri sawa, hukupata magharibi pia sawa, haina neno. Cha msingi hakikisha kwamba kwa yule unayemchinjia idi kwake imeingia, usije ukamchinjia wa Canada, wao bado hata ni siku ya Arafa. Manake kule alfajiri wao wakiswali, karibia sisi huko ni, ni, ni wakati gani? Magharibi, magharibi wao ndio alfajiri. Sasa so, so, wewe itina haraka ta kumtindia ukitoka msikitini, nia mtu ata baadhi wao mwezitisia mw, mw, mw, mw, mw, tuwe makini katika kumchinjia mtu ama wajichinjie mwenyewe je, ni lazima ni swali ndio nichinja? Ni lazima kuwe kumeswaliwa, sijui umenifahamu hapa. Swala je, kushaswaliwa? E, a chinja, lakini yeye hakwenda kuswali, basi tamlazimisha mwambie, usitinde kama hukuswali, a chinja tu ile nyama. Na wanawake pia hivyo hivyo. Na hii swala ya Idi wanawake hawaswali, sijui kwa nini Mashallah, wanawake wapenda mno tahajudi usiku nini, kuna kutoka. Huu ndio ukweli, sijasema haifai, lakini kuna kutoka. Swala ya Idi wanawake hawaswali, nini hamu yao kutengeza donasi na nini? Alioambia nyinyi wanawake hamuswali? nani nani nini? hakuna kutoka. Hii ni ni swala ya Idi ni sunna kuswali kwa jamaa, ikiwa hukuweza kwenda msikitini swali hata nyumbani wewe peke yako, muhimu ipatikane. Wewe umefanya nini? Umeswali mwanamume mwanamke, na ni sunna siku ya Eid kama alivyosema sena Umar bin Al-Khattab radhiallahu anhu, tuwatukue wale zijana zi, za kike zidogo zidogo twende nao sehemu ya kuswaliwa, lakini urongo ukianao msikitini hutoruhusiwa Zamani walikifanya namna hiyo kwa sababu wanawali hawaonekani. Sasa wewe ukiona kijana namna namn Sharif Abdallah ameingia, kumbe ake anaonyesha na miaka kumi, kumi na nne utapata. Sasa ile lengo lilowekwa na maswahaba kwamba kila mtu aje na wale vijisichana vijidogo vidogo, ili mtu akisie kimwona, kijisichana kipara, sema kwao hawana nyele, kiona msichana kina nyele ndefu, ah ah, maona kijisichana ki kijidogo. Lakini siku hizi utaona hao wenyewe mitu mizima, usiona haja kuangalia vijisichana vijidogo, hiyo hiyo ile ile balighi mjana, utaona kila kitu, unaja kuangalia uso tu mpaka zifua, utajua huyo ni saizi ngapi pakakiuno. Utajua. Subhanallah. La mwisho nimalizie. Jamani, ni Idi, si siku ya maasiya. Idi ni siku ya ibada. Hakikisha mke wako hatotoka amejipamba. Hakikisha binti yako hatotoka amejipamba. Na akijipamba asitoke uso wazi. Asitoke uso wazi wala yubdina zinatahunna illa

hilo na sena Ali, asema man ahya laylata al-eid ahya Allah qalbah yawma tamut al-qulub, mwenye kuhuisha usiku wa Eid kwa ibada, sio kwa kula marungi. Mwenye kuhuisha usiku wa Eid kwa ibada, leo hakikisha ufanya ibada na mke wako. Wanawake ndio hawafanyi kabisa ibada, ibada yake ni kutia mapazia nikupiga deki nikupiga vacuum, basi hawana ibada eh. Si someni Qurani, tumtaje Mwenyezi Mungu, tuuishe kwa ibada.